Hatuwezi kuendelea kama tutafanya msisitizo kwenye mambo mengi, lakini vitu vikubwa vitatu. Jambo la kwanza ni uongezaji thamani wa madini katika nchi yetu. Ndugu zangu, nimekuwa nikilisema hili mara kwa mara, viongozi wetu wakubwa wamelisema hili mara kwa mara sasa sisi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia sekta ya madini tunao wajibu kugeuza yale maelekezo kuwa matendo. Niombe mwenyekiti, katibu mtendaji na nyinyi mara moja ambao mko huko site, muhakikishe kwamba viwanda vya kuchakata madini yetu ndani ya nchi, pamoja na hivi zaidi ya tisa ambavyo vipo vinaelekea kukamilika na vingine vimeshakamilika, lakini tuhamasishe, tujenge mazingira mepesi kwa kushirikiana na wakuu wetu wa mikoa, wakuu wa wilaya, sekretariati zilizoko mikoani kuhakikisha kwamba mazingira mepesi rafiki yanawekwa kujenga viwanda vya kuchakata madini hapa nchini. Tunakaribisha wawekezaji wa nje, tunahamasisha zaidi wawekezaji wa ndani ili waweze kujenga viwanda hivyo. Kwa hiyo mimi maelekezo yangu la kwanza ni kwamba pamoja na kwamba tumeendelea kutoa elimu, tumeendelea kuhamasisha tuongeze juhudi zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba viwanda vya kuongeza thamani ndani ya nchi yetu vinazidi kujengwa, na madini ambayo yanatakiwa yachakatwe ndani ya nchi yetu nayo na pia tuyawekee msisitizo, kama sheria inavyosema, taratibu zinavyosema, yachakatwe ndani ya nchi. Tusibweteke. Tunatakiwa kuongeza bidii na ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu tuzidi kuwa wabunifu, ili mchango wa sekta ya madini kwenye uchumi uzidi kukua na kufikia lengo la makusanyo ya mwaka wa fedha 2025/26 la shilingi trilioni 1.2. Pamoja tunaweza.